Natoa salamu kwa kila mmoja wenu. Je, kitu gani ni muhimu zaidi unapoanza biashara? Tunapofikiria kuhusu biashara, mambo mengi yanakuja akilini: wagawa bidhaa, watengenezaji, wazalishaji, uuzaji wa jumla, uuzaji wa rejareja, reja teja, usafiri na pesa. Vyote hivi ni muhimu, lakini je, kipo kitu kimoja ambacho ni muhimu zaidi? Ni kweli kuwa tunahitaji pesa ili tuweze kuanzisha biashara? Je, ni kweli au sio kweli? Tunahitaji mtengenezaji au mzalishaji wa bidhaa, si ndiyo? Je, kitu muhimu zaidi katika kuanzisha biashara ni mteja anayelipa na kutumia bidhaa? Je, kitu muhimu zaidi ni usafirishaji ili kufikisha bidhaa mahali inapohitajika? Je, kitu muhimu zaidi katika kuanzisha biashara ni muuzaji wa jumla au ni muuza duka ambaye kimsingi ndiye anayeuza bidhaa kwa mlaji? Kipi ni muhimu zaidi? Je, kuna kitu kilichotajwa ambacho kila biashara lazima iwe nacho? Ni kipi? Kwa nini?